Wangenipeleka kwingine kote, lakini ameleta haya maeneo. Kwa hiyo maana lazima haya maeneo yatakuwa na shida kweli Sao. Na hapa ukiangalia kwa macho tunaona hali ya mazingira ilivyo hapa, mtu hata hana pa kukimbilia huku, kuna pori. Kwa hiyo ukeni nguvu hapa, tufanye kitu sawa, tuone tofauti kwa muda ya kimbili zinazokuja, tuone tofauti. Agizo hilo ametoa baada kukagua maeneo hayo ambayo yamekuwa akilalamikiwa kukithiri vitendo vya uhalifu na kusema serikali haiwezi kuona wananchi wakiishi kwa hofu na kushindwa kufanya shughuli zao. Mheshimiwa Masauni amesema nchi haiwezi kwenda kama serikali haipo, wananchi wataonaje viongozi wao waliowachagua kuwatumikia katika masuala mbalimbali, na kusisitiza wahusika wa vitendo vya uhalifu lazima akamatwe na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Hata mtu mmoja pale sasa kufanya kazi polisi. Watu mmesoma, mmesomea shule, mna uwezo na ndio maana nchi yetu iko salama mpaka leo kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya. Lakini tunataka haya maeneo mawili kwa muda wa wiki mbili tuone impact. Haiwezekani katika kisiwa hiki wananchi wanataka kufanya shughuli zao hawezi kwenda. Ili kwa sababu kuna wahalifu wale watatu wanazuia. Hii ni nchi huru. Tumepindua hapa ili watu wafanye shughuli zao. Kwa nini leo wakae watu hapa wajinga tu watatu wazuie wananchi wasifanye shughuli zao? Hawezekani, hakuna serikali, hakuna polisi, kodi zao hawa tunalipwa ni kwa sababu hiyo. Wakitoa malalamiko yao, wakaazi wa Welezo na Mwanyanya wamesema wamekuwa na hofu ya usalama wao kutokana na baadhi ya watu kuwashambulia kwa silaha za kienyeji na kuwaibia vitu vyao, huku wakishauri kujengewa kituo cha polisi katika maeneo hayo. Mkazo elezo, na nailalamikia sana hali ya eneo hili kwa sababu hivi sasa lilivyo kupitia ziara hii tu. Labda tutafarajika sana kuona tutasaidiwa angalau ulinzi pamoja na kusaidiwa kituo katika eneo hili. Mkuu wa upelelezi wilaya ya Magharibi A ASP Suleiman Khamis akitoa maelezo amesema amefanikiwa kuwakamata baadhi ya wahalifu ambao wamekuwa ni tishio katika wilaya hiyo. Sijatulia Ali Kachichi ambaye kwamba ni, ni msumbufu mkubwa wa mji huu na ndio waliokuwa wanavunja heshima yetu sisi pia hapa Bububu, wilaya ya, ya Magharibi e. Na si tumeitwa mara nyingi makao makuu kwamba heshima ya kituo cha polisi Bububu inavunjwa na kikundi kinachoongozwa na Ali Kachichi. Tunaamini baada ya kumkamata yeye kidogo hali ya hewa imetulia na bado tunaendelea kutoka katika ziara hii. Mwanajuma Said wa shirika la utangazaji Zanzibar.